E Mungu ilinde Afrika Mashariki utengeneze ikue. E Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe tuishi kwa amani, tutimize malengo yetu. Mtazamaji, huu ni ubeti wa kwanza katika wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naam, nafahamu sijatiririki inavyohitajika kwa wimbo huu, ila swali ni je, wimbo huu una maana gani kwako? Una ufahamu na kuweza kuwimba wimbo huu ulio na beti tatu? Leo DW tupo mitaani hapa jijini Kisumu, magharibi ya Kenya, kuona ni wangapi wanaweza kuwimba wimbo huu. E, Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Hey, Mungu ilinde Afrika Mashariki kutengenese ikue. Asante sana. E Mungu naomba uilinde jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. E, Mungu twaomba utulinde, jumuiya Afrika Mashariki, tuishi kwa amani. Hapo ndio naijua, naifikia hapo. So umesema hapo ndio mwisho wako, lakini una imani utajua? Kuna mikakati yoyote unaweka kuweza kujua wimbo huu kikamilifu? Kuanzia leo nitaweka mikakati, nitaenda YouTube niisikize, ni, ni juu wimbo kuisikiza sana utakuwa e, Mungu twaomba uilinde Jumuia ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, Jumuia yetu zote tuilinde Malikia, wetu, yetu, inu, ya ni ya mataifa ulimwenguni yanaina wa taifa. Hata hivyo jumuiya ya Afrika Mashariki ilibuni wimbo huu na kupitishwa rasmi na baraza la mikutano ya kilele ya EAC katika mkutano wake wa 12 Arusha tarehe tatu mwezi Disemba mwaka elfu mbili na kumi, huku ukitia kikomo msako wa mwongo mmoja wa utafuta wimbo wa jumuiya naitu ili kukuza mmoja uzaligi maadili uongozi na ushirikiano na kitambulisho cha Mwanaafrika Mashariki. Natumai video hii imekupa mchecheto wa kujitambua kama Mwanaafrika Mashariki.